Bodaboda boda bajaji ni usafiri pendwa hapa nchini kutokana na kurahisisha safari za watumiaji. Ni usafiri uliotoa ajira kwa maelfu ya vijana hapa nchini, ingawa kuna changamoto zake, na hasa ni baada ya baadhi yao kushindwa kufuata sheria za usalama barabarani. Kutokana na hilo, serikali imeamua kuja na marekebisho kwenye kanuni ya sheria ya usalama wa barabarani za mwaka 2024 ili kupunguza ada ya usajili wa pikipiki za biashara kutoka shilingi laki tatu na elfu arobaini hadi shilingi laki moja na elfu sabini kwa miaka mitatu. Ada husika italipwa wakati wa usajili wa awali pekee. Unajua sisi kama bodaboda boda, sisi ni wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa hiyo serikali kama imetambua ime, ime kuona mchango wetu na ikaamua kutupunguzia hiyo hela ni jambo jema sana kwa sisi bodaboda mara kwa alikuwa elfu thelathini, weka elfu kumi. Sasa hizo wametoa moja kwa moja hii serikali tunashukuru, tuangalia vijana ambao sisi hatuna ajira bodaboda ukiingia dukani ni, ni milioni mbili na nusu mpaka milioni tatu bajaji miguu mitatu ni milioni nane mpaka tisa. Ila wao wanalipa elfu kumi na saba na sisi bodaboda tunalipa elfu kumi na saba serikali imefanya vizuri. U, utozo ni nyingi eh, ni nyingi huko nyuma eh, mara bima ukizijumulisha na hizo unajikuta una, una, una kwa mwaka unalipia karibu ya laki tano eh, inaitukosti. Lingine ambalo limependekezwa ni kufutwa kwa kodi ya mapato kwa mwaka inayolipwa na kuanzishwa ulipaji wa mara moja wa ada kwa kiasi cha shilingi laki na ishirini badala ya laki mbili na elfu tisini, pikipiki ya magurudumu mawili ambayo maarufu bodaboda. Licha ya hiyo kodi ya punguzo, lakini bado unatakiwa ulipie mapato ya TRA, shilingi elfu sitini na tano. Sawa. Katika bajaji napo walitupunguzia, ilikuwa ni laki moja na elfu themanini kwenye mapato, kulipia mapato bajaji. mm -hmm, wametuletea laki moja na elfu ishirini Waiangalia hii bajeti, jinsi walivyoletewa na wao waweze kuichakata, at least sasa katika yale mapunguzo ambayo yaliyokuwepo, sasa wayaweke sawa na wayashushe. Ada na kodi hii inalipwa wakati wa usajili na kupunguza ada ya leseni ya uendeshaji wa pikipiki na bajaji pamoja na guta kutoka shilingi elfu 70 hadi shilingi elfu 30. Ni suala lingine ambalo wadau wa usafirishaji wamejipanga kuhakikisha sheria zinafuatwa. Kwa mujibu wa kanuni za leseni za usafirishaji, hairuhusiwi kutoa huduma ya kusafirisha abiria bila kuwa na leseni. Kwa hiyo tunategemea sasa kwamba e wamiliki wa vyombo hivi wahakikishe kwamba vyombo vyao vinakuwa na leseni ya usafirishaji kutoka LATRA, kwa sababu fedha hizo ambazo sasa wangelipa wanaweza wakazitumia katika hali ya kupata elimu kwenye vyuo vyetu, wakaongeze ujuzi kwa kusoma na baada ya hapo waweze kuzingatia sheria za usalama barabarani. Tayari tumeshafanya maandalizi mm. kuona kwa kwamba hilo ongezeko aliendi kuathiri eh, kwanza hiyo hiyo hiyo tasnia, lakini pia aiendi kuongeza makosa ya usalama barabarani, kwa sababu unaposhuhudia makosa ya usalama barabarani yanaongezeka, ina maana na ajali za barabarani zitaenda kuongezeka. Sasa sisi kazi yetu kubwa hmm, ni kulinda usalama wa watu na mali zao. Mjadala wa bunge kupitisha mapendekezo hayo unaendelea kujadiliwa bungeni mjini Dodoma. Esta Bela Malisa, Azam News.